Ujambo popote pale ulipo, ni wakati wa pitapita pita za kwangu, kafika katika maeneo kadha wa kadha. Niruhusu nikujuze kwa kiduchu tu baadhi ya maeneo ambayo niliweza kufika eh. Video hii kuna neno subscribe. Click kwenye neno subscribe, kikiambia sign in, sign in na jina lako, account yako, copy the link and share, naweka comment yako hapa chini. Kwa hiyo basi nikarika sehemu ya pita, pita za kwangu, nilianzia eneo la Olbutio, Olbutio, Bomet. Olbutio, kuna polo mmoja wa hapa aliponea chupuchupu chupu kutiwa adhabu na umati uliokuwa na ghadhabu baada ya kujaribu kumtandika mume wa mpango wake wa kando na huyu ni jamaa ambaye ameoa ana familia yake, lakini ana mpango mpango wa kando. Na akafika mahali mme wa mpango wa kando akagundua stori fulani zaendelea chini ya maji, na alipokasirika kwenda akimgombanisha mke wake, jamaa akataka achape mme huyu, mama katika njia ya kutaka kutetea huyu mama, yani, wee umeiba mke wenyewe na bado anataka kuchapa mzee wake? Tabia gani? Inanikumbusha Daudi kwenye Biblia ambaye aliiba mke wenyewe alafu akaua mme wake. Tabia gani hiyo? Yani you have the audacity. Bahati nzuri ama bahati mbaya ni kwamba huyu naye si mfalme na akajipata kwa hali kama hii, na watu wakaona, wakajua, wewe unaibia mtu mkeo, alafu ndio huyu nataka kumchapa. Nakwambia nusura mmalize. Kila alijua alijua kwa nini kanga ako na manyoya haya. Ilikuwa wapi? Kule Bomet. Nafikiria ni funzo kwake, ache tabia hizo na, eh, angalau acha na hizo tabia kabisa. Nikitoka kule Bomet, nikavuka mpaka eneo la Chebukwabi, Chebukwabi, kule Mount Elgon. Chebukwabi kuna eh, jamaa moja jombi moja aliyeoa mke wa pili hivi maajuzi hakuamini alivyonyima chakula cha mchana na mkewe wa kwanza. Siku ya, ya tukio jamaa alirejea nyumbani baada ya shughuli lakini hakumpata mkewe mdogo B, e, bila kusita alifululiza hadi kwa mke mkubwa na kuitisha chakula. Yaani, jamaa umetoka kwa shughuli zako alafu menda umeingia kwa nyumba ya mke wako, mke wako mdogo ambaye unashinda unakaa kila wakati. Akapata mke mdogo ametoka. Alipokuja kwa nyumba ya mke mkubwa, yule ambaye ni first wife, akapata hakuna chote, first wife hata ashughuliki, anaenda shughuli zake. Anamwambia nataka chakula. Akamwambia eh, chakula sikulo, unashinda huko. Wewe ulipoa mke wa pili, huku kumbuka kwamba kuna mke wa kwanza. So saizi, ninakuja unataka akupatia chakula, juu hujapata yule akiwa kwa nyumba. Mama alikata. Nikuambie, my friend, ukifika mali kwa wake wawili watatu wanne si kwamba nitakupa kutosheka ama usuluhisho maishani. Tosheka na mmoja, ridhika na mmoja, mtunze tu vema na mtakaa vizuri. Lakini hii mambo ya hapa kule, utajua ujui, umzee alijua ajui, akula lunch na mke wa pili naye, sijui alikuwa ameenda wapi. Please tosheka na mmoja, la sivyo haya utapasuka msamba. Asema no, Nikitoka kule basi nikavuka mpaka Mtopanga kule pwani Mombasa, Mtopanga polo mmoja aliyekuwa akidhani ustadi wake wa kuokolea jahazi mke wa mtu ungemfanya demu huyo amkwamilie Uli, aliambulia patupu kwa masononeko uh, mambo yake yalipomwendea kinyume, mwandada huyo alipokataa kumtema mmewe. Wawane, huyu jamaa alikuwa unajua me, mmewa huyu dada anafanya mbali na nini, kwa hivyo akawa natembea tembea, anakuwa tembea tembea kwa nyumba yenyewe, unajua watu ambao wanapenda kutembea kwa wenyewe wakati mme ametoka ameenda kazini. Kwa hivyo akawa anatembea tembea kule na huyu mama, wakirushia na ma stori zao, anaona kwamba mimi ndio shujaa, mimi ndio mama anapenda. Kwa hivyo alipofika mahali akaambia, mama, achana mme wako, mimi ni kwe ndio mme wako. Ndio alijua hajui. Mama alimkanya akamwambia, we wewe, mimi ni mke wa mtu eh? <laughs> kwani akujua mbeleni? Anamwambia achana eh, alijua. please unapoenda kwa wenyewe kwa, jua ni kwa wenyewe si kwako. Oa mke wako tosheka naye. Mbona waenda kwa wenyewe? Wanawake wamejaa. Tafuta mmoja, mwelewane, ukae mkae kwa nyumba pamoja. Wacha kurukaruka kwa wenyewe, kiruka njia. Ah, haitakufaidi. Plis, tosheka. Tafuta kwako, tosheka. Kunywa maji ya kisima cha kwako. Tabia mbaya ni dhambi. Ah, Mungu atusaidie hapa. Wanaume tabia gani hii? Ukitoka pale basi na mama naye pia, tabia gani nawe? Na mbona siuko na mme nawe. Haya, nikitoka pale nikavuka mpaka Maiuni kule Matu, Maiuni Matu, kuna jamaa mmoja wa hapa alibadilisha mpango wa kuoa mwanamke kutoka hapa baada ya kubaini kwamba alikuwa amezaa watoto watatu na wanaume tofauti tofauti, yaani kila mtoto ana baba yake. Jamaa huyo na demu huyo walikuwa wa, wapenzi kwa muda wa miezi sita kabla ya kuamua kuoana mpango wa kupeleka mahari ilingoa nanga mara moja, hadi juzi ambapo basi jamaa aligundua kwamba watoto wa mwanadada huyo kila mmoja ni wa baba tofauti. Na tatizo ni kwamba watoto wa huyu, huyu mama ni wa baba tofauti. Ama si ulijua kwamba mama alifunulia kuambia kwamba ana nini, ana watoto? Kwa hivyo mbona, mbona change of plan? Sijui akiwa wewe utakata, lakini pia ama mama hakumwambia mapema, lakini wamejuana tu kwa miezi sita tatizo liko wapi? Mzee aliangalia akaona, eh, hapa basi, mi ndio nitaingia kwa hii foleni, nitakuwa pia mtoto wa nne na baba yake tofauti. So sijui what next. Unafikiri mzee aliogopa? alikuwa sawa kuogopa hivyo ama? Anyway asema better broken engagement than a broken marriage. Lakini angalikuwa ni wewe huyu dada, ungefanyaje? Angalikuwa ni wewe huyu mzee, ungefanyaje? Tafakari zaidi kitafakari juu ya hayo. <coughs> samahani, Nimalizia eneo la Watamu Malindi, Watamu Malindi. Juhudi za polo mmoja wa hapa za kutaka kutawala mali ya ya shugamami wake mm, uh, ziligonga mwamba. Mama huyo alipomuonya vikali acheze mbali. Yani, wewe umepatana na mama wa, wale vijana ambao mnapenda kufuatana na mama kwa sababu ana pesa. Tabia si utafute pesa za kwako vijana, wacha kuwa lezi. Mwanaume ni pesa pia, jitahidi tafuta za kwako, hata kama ni kidogo. Kwa hivyo amepata mama na pesa yake. So akafika mahali akajua huyu mama amempenda na kadhalika. Kwa hivyo akasema eh, hii gari siibadilishwe, mimi ndio mzee hapa, hii gari badilishwe kwa jina langu. Hii nyumba pia tutaenda tuweke kwa jina langu. Mama akaangalia kwa jina la nani? vitu vya nani unasema wewe? Unajua vile nilizipata? Wewe kijana ndiye alijua mama ni mama, vitu ni vyake, wacha kwenda kutawala vitu wenyewe. Alijua hajui. Please. Mwanaume tafuta mtu alikana kwako, wanina, hata kama si alikana kwako, lakini kama mmependana, mwana lakini si mali, umeendea. Upendo ndio muhimu enwe. anyway, ndio hapo nafika ni katika pita, pita za kwangu ulimwengu eh? na mambo ay eh, usiondoke hapa kabla usubscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe, ukiambia sign in just click hiyo neno subscribe. In case unaambia sign in, sign in na jimela account yako, then hapa juu copy the link and share, alafu click notification bell iko hapa chini, click tu kwa notification bell itakuwa vema, alafu weke comment yako hapa chini. Rudia tena, hakisha kwamba hujaondoka hapa kabla usubscribe nam, itakuwa vema zaidi. Hiyo ndio njia moja wapo ya kunisupport pale. Lakini katika yote eh, ukisha subscribe pale nikumbushe kwamba ni katika Pita pita za kwangu nami na hapa VMM kipenda Victor Mandala, ambapo nakuambia kuishi kwingi kuona mengi, na kutembea kwingi. Je, kuona mengi zaidi, subscribe and bye bye.